Karibu sana. Leo tunaangalia kitu cha kipekee sana, kilimo cha nazi. Lakini ngoja kwanza, sio kama kilimo kila cha kawaida tunachokijua. Tutaona jinsi gani hii inaweza kuwa biashara yenye nguvu, yani ya kimkakati, haswa hapa kwetu Tanzania. Sawa, ebu tuingie ndani zaidi. Ebu isikilize kauli hii: kilimo cha nazi ni hazina ya leo na kesho. Hii kauli inabeba uzito mkubwa sana. Hatuzungumzi tu kupata mavuno ya msimu huu. Hapana, tunazungumzia kujenga utajiri unaodumu, utajiri utakaoishi hata kwa vizazi vijavyo. Ni uwekezaji wenye maono ya mbali kweli kweli. Okay, sasa, kwenye uchambuzi wetu wa leo, tutapita kwenye mambo machache muhimu. Tutaanzia na kuifunua ile hazina iliyofichika ndani ya nazi, kisha tutaona faida zake muhimu. Baada ya hapo tutaangalia changamoto ya kilimo kile cha kienyeji na bila shaka tutakupa suluhisho la kisasa na mwishoni kabisa tutakuonyesha jinsi wewe unavyoweza kuanza safari yako na kujenga urithi wako. Basi hebu tuanze na sehemu ya kwanza, ile hazina iliyofichika ya nazi. Unajua wengi wetu tukiambiwa nazi, tunafikiria lile tunda tu la kula, sivyo? Lakini ukweli ni kwamba Mnazi ni moja ya miti yenye thamani kuliko yote duniani na matumizi yake ni mengi mno, na hapa ndipo utaelewa kwa nini nasema ni hazina. Yaani fikiria, wengi wetu tunajua chakula na mafuta sawa, lakini angalia orodha hii: kila kitu, ganda lake linatumika kutengeleza mkaa maalumu, shina lake samani, na nyuzi zake mikeka na kamba, yaani hakuna hakuna kinachotupwa. Kila sehemu ya mti huu ina pesa. Sasa swali ni kwa nini hasa nazi? Mbona si zao lingine? Hebu tuangalie faida zake, hasa zile za msingi kabisa, za kuingia kwenye kilimo hiki kama biashara ya muda mrefu. Hapa ndipo nguvu halisi ya nazi inapoonekana. Hizi hapa ni kama nguzo tano kuu zinazobeba kilimo cha nazi. Kwanza kabisa, soko la uhakika. Unajua mahitaji ya bidhaa za nazi, mafuta, maji yake yanakuwa kila siku duniani kote. Pili, ni uwekezaji wa muda mrefu na hili tutaliongelea zaidi. Tatu, huu mmea unavumilia ukame, jambo ambalo ni muhimu mno kwenye mabadiliko haya ya tabianchi. Nne, hakuna hasara, kila kitu kina matumizi. Na tano, mavuno ni ya mara kwa mara, sio unasubiri msimu hadi msimu. Na sasa tukirudi kwenye lile suala la uwekezaji wa muda mrefu, hebu tazama namba hii: miaka sitini hadi themanini yaani mti mmoja tu. Fikiria vizuri, unapanda mti leo na wajukuu zako watakuja bado wanakula matunda ya jasho lako. Huu ndio urithi haswa tunaozungumzia. Lakini sasa, kama ilivyo kwenye mambo mengi mazuri, kuna changamoto. Kuna kikwazo kimoja kikubwa ambacho kinawazuia wakulima wengi wasifike kule wanapotaka. Ni muhimu sana kulielewa hili tatizo ili ujue jinsi ya kulikwepa. Na hili sasa ndilo swali la msingi. Kama fursa ni nzuri hivi, kwa nini wakulima wengi bado wanapata shida kupata faida ile ya maana? Kuna nini hapa katikati? Jibu linaweza kukushangaza kidogo. Jibu kwa kweli ni rahisi kuliko unavyofikiria. Kikwazo kikubwa ni kutegemea miche ya kienyeji ile ya asili. Hii miche ingawa ni rahisi kuipata ndio chanzo kikuu cha mavuno kiduchu na faida ndogo. Okay, lakini kwa kila changamoto lazima kuwe na suluhisho. Na hapa sasa ndipo teknolojia na maarifa ya kisasa yanapoingia. Tunaliona suluhisho la kisasa ambalo linafungua kabisa uwezo wa hii biashara. Sasa, hebu tuone tofauti yenyewe waziwazi. Upande mmoja tuna miche ya kienyeji, inakuchukua miaka saba mpaka kumi kuanza kuvuna, miaka kumi! Sasa angalia miche ya kisasa, miaka mitatu tu nne, umeanza kupata pesa yako, yaani ni nusu ya muda. Halafu suala la mavuno, kienyeji unapata nazi chache tena ndogo. Kisasa unapata mavuno mengi na nazi zenye ubora unaotakiwa sokoni. Hapa tofauti ni mchana na usiku. Kwa hiyo faida za hizi miche bora ziko wazi kabisa. Unavuna mapema, unapata mazao mengi zaidi, miche yenyewe ni migumu, haishambuliwi kirahisi na magonjwa. Na cha muhimu zaidi, unapata zile nazi kubwa zenye maji tele, zile ambazo kila mtu anazitaka sokoni. Hii inamaanisha nini? Pesa mfukoni tena nyingi zaidi. Sawa, sasa umeshaona fursa, umeona tatizo na umeona suluhisho. Swali linalobaki ni unaanzaje? Sasa wewe unayetaka kufanikiwa unafanyaje? Hebu tuone njia rahisi ya kuanza safari yako leo. Jibu ni kutafuta wataalam, watu wanaojua wanachokifanya. Mfano mzuri ni kampuni kama Kilimo Biashara Africa Limited. Wao wamejikita haswa kwenye kutoa miche bora ya nazi, ile iliyochaguliwa kitaalamu ili kuhakikisha wewe mkulima au mwekezaji unaanza ukiwa na msingi imara. Na uzuri ni kwamba kuanza sio kugumu kama unavyoweza kufikiria. Mchakato wenyewe umefanywa kuwa rahisi sana. Kimsingi ni hatua tatu tu. Kwanza, unawapigia simu; pili, unapata ushauri wa kitaalamu, watakushauri kulingana na eneo lako na mahitaji yako; na tatu, unaweka oda yako. Rahisi ama vipi? Na kwa wale ambao wako tayari kuchukua hatua sasa hivi, kwa kutumia mfano wetu, namba ya kuwasiliana nayo ni hii hapa: 0763 071 007. Unaweza kuipiga sasa hivi ili kupata maelezo zaidi na kuweka oda yako. Usisite. Sasa, hebu tufunge uchambuzi wetu kwa kurudi kwenye lile wazo letu la mwanzo. Wazo lenye nguvu kuliko yote. Urithi. Unajua ni muhimu kukumbuka hili. Unapochagua kutumia miche bora, haupandi tu miti ya kawaida. Hapana. Unajenga biashara, biashara ya kimkakati itakayokupa kipato thabiti, wewe, watoto wako, na hata wajukuu zako. Kwa hiyo swali langu la mwisho kwako ni hili: Je, uko tayari kuanza kujenga urithi wako? Fursa iko mbele yako na njia imefanywa kuwa rahisi. Uamuzi ni wako.